Kama kawaida tunaendelea kukutana ndani ya Viwanjani na leo hii tunakwenda kukutana aliyekuwa rais wa TBF, si mwingine ni Faresi Magesi. Mzee wangu habari za siku nyingi, kitambo e, hmm? upo eh. <laughs> hakika leo tukasema wacha tuzungumze naye, atupitishe kwenye mambo ya basketball, ilikuwaje kipindi kile, kwa hivi sasa anavyoona e, mchezo huu wa kikapu na mambo yanakwendaje Eh, kwa watu wengi wanakujua wewe umekuwa ni mtu wa au mtumishi wa serikali eh, katika nyanga tofauti tofauti, na mpaka hivi sasa ilikuwa kuwaje? Kwanza tuanzie hapo, mpaka ukaamua kuingia kwenye michezo na mpaka ukatoboa kuwa rais wa TBF. Mimi nilikuwa shule, kuanzia shule ya sekondari eh, mimi nimesoma sekondari ya Forodhani hapa, sikuizi ndio St Joseph pale, ndio Dar es Salaam hapa, ya Dar es Salaam hapa hapa mjini. E, eh, tulikuwa tunacheza mpira wa kikapu tu, wakati huo eh, tulikuwa tunachezea pale Jimkana ambapo sasa hivi ni hoteli ya Serena pale. Palikuwa na uwanja wa kikapu pale. Kwa hiyo tulikuwa tunacheza pale ndio ulikuwa uwanja wetu, e, kwa hiyo ndio tulikuwa tunafanya mazoezi, tunacheza. Kwa hiyo nimeanza kucheza mpira wa kikapu toka nikiwa secondary school. Na nimeendelea hivyo hivyo, kwa hiyo nilikuwa ni mwanamichezo. Nilikuwa mwana wa kikapu. Lakini mimi okay, ni michezo yote. Bila kikapu nimecheza, soka nimecheza, ngumi pia nimecheza. Kwa mimi ni mwanamichezo pase. E, table tennis pia nimecheza. Cricket kidogo <laughs> na kadhalika. Ya, yeah, kwa hiyo Eh, nilianzia hapo nikiwa sekondari. Ikawaje ukawa ukaamua kwenda kugombea kuwa raisi wa TBF? Asante eh, wengi ambao nilicheza nao miaka ile eh, baadaye eh, waliendelea wengine wakawa wachezaji wa makocha na kadhalika eh, kwa hivyo walikuwa wananifahamu kwamba mimi kwanza ni mwanamichezo mzuri na ni mchezaji mzuri wa mpira wa kikapu eh, sasa baadaye wadau wakanifuata wakasema, bana, wewe ni mwenzetu kwenye mpira wa kikapu na kweli e, wakasema basi, tusaidiane katika kuunyanyua mpira wa kikapu na kuhakikisha kwamba tunaupeleka mbele. Kwa hiyo ni wadau wenzangu wale ambao tulicheza nao, ambao ni wengi sasa na waliko katika nafasi mbalimbali mbali. E, kwa hiyo nami wakati huo pia ni kwa baadhi ya timu na fundisha especially za vijana na in particular wasichana E, za mabasi ya mashule ni, basi, ni, ni, ita, ita kwa kama, ni basi tukasema itakuwa ni jambo zuri kama nikitumia uzoefu wangu wa mpira wa kikapu ambao ninao na nikachanganya na uzoefu wangu sasa wa kiuongozi e, kwa maana ya kama unavyosema nimekuwa mtumishi wa umma, lakini pia nimefanya shughuli mbalimbali za kijamii. Kwa hiyo kadhani combination hiyo inaweza ikasaidia kuhakikisha ku, ku, kwamba tunaupeleka mpira wa kikapu mbele Ulifanikiwa kwa kiasi gani ukiwa rais? Mchezo wa kikapu ulikuwa unachezwa e, hamasa ilikuwa chini kidogo e, ligi zilikuwa zinachezwa e, lakini ku, kwa maana ya mchezo kukubalika na ku, especially kupata udhamini na kupata udhamini kwanza wa ligi, lakini pia miundombinu ku, na, na, na, na, na wadau wengine kusupport ilikuwa chini kidogo. Kwa hilo ni jambo moja kubwa ambalo nilikuja nikalifanya, fanya mchezo upendwe na watu wengi, kwa maana ku promote, kwa maana kueneza e, kila kona ya nchi yetu, na utakumbuka nilifanya, nilikuwa natembea kila mkoa huko, na kukutana na wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri ili waweze, na wakuu wa shule na kadhalika. Kwa hiyo, na nikahamasisha sekta binafsi na sekta ya umma pia, zote tushirikiane katika kuhakikisha kwamba tunapeleka mbele mchezo wa kikapu. Kwa hiyo hilo moja. La pili ilikuwa ni ushiriki katika mashindano ya, ya kimataifa huko e, nyuma tulikuwa tuna changamoto hiyo kubwa ya kushiriki katika mashindano ya kimataifa ngazi ya vilabu, lakini pia ngazi za timu za taifa na wasichana na wavulana, za mashindano junior kwa maana ya youth au vijana, lakini pia na senior teams na in particular wanawake walikuwa hawashiriki kabisa huko nyuma e, sasa kwa mara ya kwanza mimi nikiwa makamu wa rais ndio niwezesha timu zote mbili za Tanzania zikaweza kwenda katika mashindano ya kimataifa, na tunashukuru wadau walitusaidia wengi wakati huo, na tulikuwa tunafanya kampeni kwa kweli, na taasisi zikajitokeza za umma na binafsi, tukaweza kushiriki. Kwa hiyo kabla ya mimi, kuna miaka ishirini na tatu hapo nyuma, timu za Tanzania hazikuwahi kushiriki mashindano yote ya kimataifa, zote mbili, nazungumzia timu ya senior team za wasichana na wavulana, i mean wanawake na wanaume kwenda umefungua milango na Tanzania tukaanza kuhost pia mashindano, mashindano ya mbalimbali pale indoor e, lakini pia tunashukuru serikali pia tuliweza kujenga mahusiano mazuri sana na serikali e, moja tulijenga mahusiano mazuri na serikali e, jamhuri ya muungano wa Tanzania lakini pili tulijenga mahusiano mazuri pia na taasisi za kimataifa ikiwepo vyama eh, rafiki kwa mfano eh, chama cha mpira wa kikapu nchini Marekani eh, NBA wenyewe na na wadau wengine, ubalozi wa Marekani hapa pia tulikuwa na mahusiano mazuri, tulitengeneza mahusiano mazuri. Nakumbuka mimi walinipa mpaka coin of excellence eh, yani kuappreciate uongozi wangu katika kujenga mahusiano mazuri kupitia sekta ya michezo, na tuliweza kuleta wachezaji wengi wakubwa kutoka Marekani, special NBA players eh, whether walikuwa active, uh, kina Steve Curry nakumbuka, waliwahi kuja Steve Smith na kadhalika Dr. Mike Arson na wengi walishakuja Tanzania hapa. E, eh, eh, Tyson Chandler na kadhalika kuendesha kliniki eh, za vijana wetu. E, eh, makocha pia wakubwa kutoka huko pia Marekani washakuja hapa Tanzania. E, eh, na Canada team Toronto Raptors washakuja hapa Tanzania kama watu tena wamekuja wakiwa ni mabingwa ambao nadhani ni history katika ya yeah, kipindi hicho yeah, mm, yeah. Kwa hiyo nilikuwa ni jambo kubwa na na, na hayo ni baadhi ya mafanikio ambayo tuliweza kuyafanya. Sasa katika hilo kuna hilo la kufanya mchezo ukubalike ndani na nje ya nchi na taasisi zote zikatukubali, kwa tukawa tunapata support, na ndio maana tukiomba walikuwa wanatuletea hizo uh, programs lakini pia serikali ilikubali, na takumbuka hata wakati wa uh, mheshimiwa awamu ya nne tulianzisha program ya ku, ya kusaidia timu ku, za taifa in particular. Serikali ilikubali kutulipia kocha wa timu ya taifa tukamleta kutoka Marekani hapa akaweza kufundisha makocha wetu lakini pia ndo tukaanza sasa kutengeneza timu ya taifa ambayo e, ilikuwa sasa ndio tuanzie hapo tuende mbele, kwa tukaanzia kwenye vijana tuka, tukatengeneza program vijana wetu tunawaibua wakiwa vijana, alafu wanapelekwa katika baadhi ya high school au colleges kule Canada na Marekani, lengo li baadaye waje kuwa wachezaji wa timu za taifa. Ndio unaona kuna vijana wengi tuliwapeleka, takriban tulikuwa na vijana takriban sio chini ya kumi kumi na tano hapo walikuwa katika ngazi hiyo, college level katika aidha Marekani au Canada, na lengo lilikuwa ni kukusanya tuwe na pool kubwa ya wachezaji ambao wangecheza katika eh, college level. basi ukipata vijana hamsini uweze kuja kosa vijana kumi na mbili ambao ni wazuri kabisa wangeweza kutumikia vizuri timu ya taifa, lakini tunashukuru eh, hilo lilikwenda li, na inawezekana eh, pro, eh, program kama ile ilifadhiliwa ili, ili kwa sehemu kubwa sasa na msaada ambao ulitokana na serikali ya awamu ya nne wakati ule, wakati wa Mheshimiwa Rais Jakaya Kikwete ambaye naye mnafahamu, na aliacha Kao. zawadi ya JMK Youth Park pale. Ndio kwa hiyo ni jambo ni jambo zuri, lakini pia kwenye upande wa miundombinu tunashukuru serikali pia iliyofuata awamu ya tano, wakaendeleza kama mtakumbuka, uwanja wa ndani ule walifanyia maboresho makubwa sana kipindi kile. Uwanja eh, wa ndani wa taifa ulifanyiwa maboresho makubwa. E, utakumbuka miaka ya nyuma ilikuwa siku za mvua pale panavuja na hmm, uwanja haukuwa katika hali nzuri. Ulisema ukiwa madarakani ungetengeneza arena, ni wapi ulikwama mpaka ukatoka madarakani? Haida, haida, haida, moja, haida, moja, ni kwamba tulianza tusa, tulikuwa na option mbili kama tungeweza kusema tuvunje ule Tungekuwa hatuna kabisa uwanja. Unajua Tanzania ni uwanja mmoja tu ndio ulikuwa umepitishwa na shirikisho la mpira wa kikapu wa duniani FIBA Fibra, kama uwanja uh, unaokubalika kwa mashindano ya kimataifa. Ilikuwa ni ule unje, ule uwanja wa ndani kwa senior teams. Lakini kwa junior e, eh, kwa hapa IST pia ulishapitishwa na viwanja vingine. Lakini kwa senior team ni uwanja mmoja. Sasa tungeweza kusema uvunjwe tusubiri mpaka ujengo mwingine, tungekuwa hatuna mashindano. Kwa hiyo tulichoomba serikali iboreshe tu. Waka, tunashukuru wakakubali wakauboresha. Hiyo ni awamu ya, ya kwanza. Awamu ya pili ndio tukawa tumetengeneza project hiyo ya kujenga arena kubwa sasa, ambayo tangu serikali ya awamu ya tano ya mheshimiwa e, Rais Magufuli hayati alishakubali e, kujenga uwanja wa ndani mkubwa arena, sports arena na wow, wao kwa wakati ule ilikuwa ni proposal ijengwe Dodoma na sisi tukasema Dodoma sawa, lakini pia na Dar es Salaam kwa sababu ya za kimoja ni za miundo mbinu ambayo inaweza we ikawezesha mashindano makubwa ya kimataifa yafanyike hmm. Iko Dar es Salaam kwa sasa, eh, Dodoma. Kwa hiyo tungejenga kama priority 1 ingekuwa ni Dodoma sawa, lakini bado miundo mbinu kuna uhitaji Dar es Salaam uhitaji yes. Eh, kwa maana ya miundo mbinu supportive kwa yes. Unahitaji uwe na mahoteli, unahitaji uwe na airport za kimataifa Misa ili kuweza kuhost mashindano ya kimataifa ambayo ni mji mmoja tu ulikuwa na qualify Dar es Salaam sasa serikali ile ikakubali. Alivyokuja mheshimiwa serikali ya awamu ya sita, ambao ya namshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, pia tulipeleka hoja yetu, na uzuri alinikuta mimi bado niko madarakani na mimi mwenyewe nili draft barua ile kwenda pale e, kwa mheshimiwa rais. Tunashukuru na ilipokelewa vizuri, hata alikuwa waziri wa michezo wakati ule mheshimiwa Bashu eh, Innocent Bashungwa ndio alikuwa ameingia tu eh, na walipokea vizuri, tukasukuma ile ajenda mheshimiwa rais Samia akaikubali akaiafiki na akaafiki uwanja ujengwe kwanza Dar es Salaam. Hilo ni jambo kubwa sana. E, eh, sasa sisi tulikuwa tumeia mahali pale uwanja wa taifa pembeni. Mm. Bia, ka, ule tulisema ndio ile ibaki na wakaiboresha tunaishukuru sana serikali. Eh, hapa pembeni hapa ambapo ulikuwa unakuja baraza la michezo la taifa la zamani Zaman BMT pale. Ndio ilikuwa mm, tumepropose lile eneo litumike. Ndio. Sasa wakati zinajengwa zile barabara za mwendokasi nadhani wakatumia ile kama site project site yao ya kuhifadhi vifaa na materials kwa kitu. Tunashukuru mheshimiwa rais akawezesha sasa eneo la Kawe hapa. Kawe hapa kwa mposa au Tanganyika Pekaz e, pale kuna hekari nadhani zisizopungua kumi zimetengwa kwa ajili ya mradi huo kuanza. Kwa hiyo zile jitihadi ambazo nilizianzisha e, zime, zimefikia mahala pazuri kwamba serikali kwanza imeshatenga eneo, lakini la pili na bajeti naambiwa imekushatengwa kwa hiyo muda wote nadhani mwaka huu anaweza wakaanza na wakasi tuliacha sasa, kila kitu tumeshatayarisha concept eh, project eh, write up yote na kila kitu tulishawapelekea. kwa hiyo naamini zile jitihada zangu zitazaa matunda na itakuwa ni zawadi kubwa sana kwa mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, na mimi nilitoa mapendekezo wakati ule, lazima ni aseme leo hapa yasi yakafichika, na nilizungumza hapa mbele ya wadau wote walikuwepo, waziri, katibu mkuu, wakati alikuwa Dr Abbas kama sikosei, kwenye michezo na mawaziri wote walikuwepo wa Jamhuri ya Muungano na wa Zanzibar wakati alikuwa ni tabu na, na, na, naamini mwita Zanzibar kule, nilitoa mapendekezo hiyo sports arena ambayo itajengwa kwa kuwa Rais Samia ndio amekubali ijengwe hapa Dar es Salaam ya kimataifa, na proposal yetu sisi, hiyo arena yetu iwe kubwa kushinda hata iliyoko nchi ya jirani hapo. Na kuna nchi moja wanatamba na arena yao. Sema tu Rwanda wapewe maua yao. <laughs> Kwa hiyo sisi na mimi mwenyewe ndio niloandika hiyo proposal mimi kwa mkono wangu na nilisign mimi. Tulitengeneza proposal ya uwanja mkubwa zaidi ya Kigali Arena. Bank of Kigali Arena, BK Arena, tume propose iwe mkubwa zaidi sisi. Tuna miundombinu mingi, tuna uwezo sasa wa host mashindano makubwa na matukio mengine makubwa Uzuri, hizi arena hazitumiki tu kwa ajili ya mchezo wa kikapu, zinatumika kwa mj... ma... mchezo yoyote, michezo yote ndani moja. yeah. Yeah. Na mikutano makubwa ya kimataifa hizi, e, unahitaji ukumbi, unahitaji. Kwa Tanzania kama nchi zaidi ya watu elfu tano. Thabiti Ashim yeye amekuwa ni Eh, balozi wetu kwenye NBA Tanzania yetu akiwa kama balozi kule tulifaidikaje? Alisaidia kutengeneza mahusiano mazuri kwanza. Okay. Kati yetu sisi na Marekani eh, na, na Canada ambazo na, na, na vyama vingine vikubwa ambapo kwa hiyo alitupa fursa ya kukubalika. Sure. kwamba Tanzania pia kuna uwezekano tukawa na talent kubwa za, za, za NBA material kwa hiyo kama nilivyokuambia, tulikuwa na program mbalimbali zikiwepo kuja kuibua vipaji, clinics mbalimbali tulikuwa tunafanya zile, zilikuwa kwa, kwa kiasi kikubwa. Baadhi ya watu hao ninaokuambia walikuwa wanakuja Tanzania, walikuwa wanakuja wakiamini kwamba kuna ashimu thabiti, wako wengi huku Tanzania, kwa hiyo ili tujengea confidence hiyo kwa maana vijana kupatikana walipatikana ilitujengiahoanaijana mm. ya thabiti ya shimu. Labda nikwambie kitu kimoja, shimu thabiti ni one, inatokea mara chache sana vipaji kama vile eh, ukizungumzia hata katika ukanda wetu kuna nchi ngapi zina, zina wachezaji thabiti, ali, yeah, ni, ni wachache, inatokea mara chache. Lakini mimi eh Eo, lengo lilikuwa kama nilivyokuambia tuwe na vijana wengi mm, e, miongoni mwa wale tusingeweza kukosa ngalau kumi ku, ku, ku, na mbili mpaka ishirini ambao wangeweza kupatikana kwenda, walikuwa wanakwenda, sio tuseme walikuwa fursa hiyo tulikuwa nayo; wawe na, yes, na ndoto na nidhamu mm, na kuweza kufikia pale inahitaji vitu vingi mm, ambavyo ndio maana nasema ile kijana tumpongeze. Unajua Ashim alikuwa mm, ni katika a draft, tunaitaga draft, NBA draft ile, mm, alikuwa ni namba mbili sasa hichi watu hawazungumzi duniani. <laughs> <Ni, ni yani? laughs> Sawa, wakati ukiingia uh, raisi kwenye basketi ulikuta nini eh, wakati unaingia na uliachaje? Tulikuta kwanza uh, mfumo wa uendeshaji wa ligi aukuwa rasmi, tulikuwa hatuna mashindano makubwa yenye udhamini. Yote tumehakikisha udhamini upo, sasa hivi kuna CRDB wanadhamini Taifa Cup na wahamini wengine wengi wapo. Kwa hiyo, haya ni mambo makubwa. Serikali ilikuwa haiweki kipaumbele, sasa hivi nimekwambia inaweka kipaumbele. Moja, imetengeneza uwanja wa taifa wa ndani; pili, wanajenga hiyo sports arena ambayo tumepropose itwe Samia arena; e, tatu, e, timu zetu za taifa zinakwenda katika mashindano mbalimbali; nne, vilabu vyetu pia sasa hivi na, na vinakuwa competitive; e, cha tano, umeona